Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema sana, ninamshukuru kwa ajili ya siku njema hii ya leo ambayo ametukutanisha mimi na wewe na nakushukuru kwa wewe ambaye umefungua channel hii kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu siku hii ya leo. Pia tuna somo nyingine tena ambalo nalo ni somo la kubadilisha maisha yako, ni somo la kubadilisha maisha yako ya kiroho. Kwa hiyo ninakusii usikilize mpaka mwisho kwa ajili ya kusikia neno hili na Mungu anaenda na haja ya moyo wako leo, unaenda kuziona nguvu za Mungu katika maisha yako leo. Na ujue kwamba leo unaenda kuziona na unaenda kuona udhihirisho wa nguvu za Mungu katika maisha yako. Tuombe. Mungu wetu na baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, ninakusi E Mungu, niuone udhihirisho wako wa nguvu zako kwa mtu huyu ambaye anasikiliza neno hili siku hii ya leo, katika jina la Yesu Kristo anazeti. Karibu Roho Mtakatifu, ufanye na utende sawasawa na mapenzi yako. Amen. Haleluya, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ninakushukuru wewe ambaye umejiunga siku ya leo katika channel hii ya Christian Sword of the Spirit. Ni kwa neema ya Mungu tu ametulinda na ametukutanisha siku hii ya leo pamoja, toka katika afya na uzima. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Um, na leo tuna somo nzuri sana nimelipa tito la Dunamis. Haleluya. Dunamis, haleluya dunamis, nguvu iletayo matokeo, nguvu ya kiungu, nguvu ya roho, ya kiroho ya kiungu ambayo inaleta na kusababisha matokeo ya mche ya nje yanayoonekanika. Bwana Yesu asifiwe! Hii ni nguvu ambayo ni ya Roho Mtakatifu, yaani imebebwa na Roho Mtakatifu. Hii nguvu ilianza kuonekanika kipindi kile ambacho wa mitume wa Yesu Kristo walianza kufanya kazi Bwana Yesu alisema mtafanya kazi hizi nazozifanya na zaidi ya hayo, na mtapokea nguvu akiisha kuwajilia huyu Roho Mtakatifu. um, hii iko katika Matendo moja, Matendo moja nane Matendo moja anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu akiisha kuajilia wapi? juu yenu Roho Mtakatifu. Kuajilia juu yako Roho Mtakatifu ni kukubatiza, na kukubatiza huku kwa huyu Roho Mtakatifu ni kwa wewe kutaka, kwa wewe kutamani kwamba ninataka Roho wa Mungu, nguvu zako ziwe juu yangu. Hapo ndipo unaanza kuona udhirisho wa kimungu udhirisho wa nguvu ya Mungu kwenye maisha yako. Kwako wewe binafsi, lakini kwa wale pia ambao wako karibu na wewe, wanaokuzunguka, kwa wale ambao unaenda kuwahudumia. Mungu anadhirisha ukuu wa nguvu yake. Hii ni nguvu ambayo iko katika roho sana. Hii ni nguvu ambayo hai haielezeki kibinadamu, haina definition ya kujitosheleza ya kibinadamu, kwa sababu ni nguvu ya kiungu ambayo leo utaidefine hivi, kesho utaapia kwa namna nyingine, kwa sababu Mungu ni Mungu wa leo sio wajana wala sio wa, wa kesho ni wa leo na wa milele yaani, ni wajana leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii nguvu ambayo inaambatana na karama, kwa hiyo nguvu hii ya Roho Mtakatifu, hii nguvu ya Dunamis, ni nguvu ambayo inaambatana na karama, na karama hizi zinakuja Roho wa Mungu akiwa juu yako karama ya uponyaji, karama ya miujiza, karama ya kunena kwa lugha, karama ya neno ya maarifa, karama zote hizi zinaambatana na hii nguvu ya Dunamis. Hii nguvu ambayo inakuja kwako, inafanya kazi kwako kwa imani. Yaani inafanya kazi kwa kadiri ya imani iliyoko ndani yako. Kwa hiyo inategemea imani yako, ah, ipo katika kijiko, imani yako ipo katika kikombe, imani yako iko katika ndoo. Ndio kwa namna ambavyo hii nguvu ya Dunamis inaweza ikafanya kazi ndani yako. Hii nguvu ya Dunamis inaweza ikasababisha matokeo kwa sababu ya ile imani ambayo imo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hii nguvu inaweza ikafanya kazi, ikasababisha jambo. Haleluya! kwa hiyo nguvu hii na uweza huu, kitu cha kwanza ni amri au ni uamrisho. Yaani, hii amri au hii am, amrisho lime, limewekwa ndani yako. Kwa hiyo hii nguvu inakuja kama amrisho ambalo limewekwa ndani yako. Kwenye Marko sita saba Yesu aliwapa amri wanafunzi wake juu ya pepo wabaya. Nguvu ya ile, ile amri au ile nguvu ya Mungu ilitakiwa iwe juu yako na i, i, iwe imebeba amri. Kwa hiyo hii nguvu inakuja na uamrisho, inakuja na amri siu ni elezeje, yaani vile unavyosema inakuja na uamrisho. Bwana Yesu asifiwe. Mfano, mkuu wa mkoa fulani, tuna mikoa mingi sana Tanzania, kwa mkuu wa mkoa fulani yeye anakuwa amepewa uamrisho na mamlaka ndani yake kwamba akisema chochote kinachohusiana na ule mkoa ni, ni kama ameubelong ameuteka kwa hiyo ana mamlaka na ya kufanya na kusema kitu fulani kikatekelezeke ki. au kikatekelezwe kwa ajili ya manufaa ya ule mkoa. Kwa hiyo ile amri amepewa, imeamrishwa, imeingizwa ndani yake kwamba ukisema kitu tayari umeshapewa amri ya kile kitu kifanyike, kile kitu wafanye hawa watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hiyo amri na hizo nguvu zinawekwa ndani yako kwa uweza wa Roho wa Mungu ile imani yako ndio inavuta ile amri na ule ile ule ule amri unayokufanya kazi. Unajua nguvu inafanya kazi pale unapogundua kwamba unaweza ukawa na mamlaka ya kuamrisha, unaweza ukawa na mamlaka ya kusema jambo likafanyika, ndipo hii nguvu inafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ile amri ambayo inatoka ndani, ule uweza unaotoka ndani ndio unasababisha hii nguvu ya Dunamis kufanya kazi, hii nguvu ya Dunamis kuleta muujiza. Bwana Yesu asifiwe, kwamba kwa jina la Yesu Kristo simama uende, kwa jina la Yesu Kristo upone uwe mzima, kwa jina la Yesu Kristo ukapokee muujiza, ukapokee kazi, ukapokee. Kwa hiyo ni namna ambayo ile nguvu ambayo unaisema ndani mwako inapokuja na imani inapokuja na inapobeba amri ndani yake inaenda kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona Stefano. Stefano alikuwa ni mtumishi aliyejaa imani na nguvu, neema na imani na nguvu, na kwa sababu ya ile nguvu na ile imani alifanya ishara kubwa na maajabu. Ishara na maajabu mpaka sasa hizi, mpaka sasa ipo. Bwana Yesu asifiwe. Na inafanyika kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu kwa kadri ya imani tuliyo nayo. Bwana Yesu asifiwe! Kwa kadri ya imani tuliyo nayo, haleluya! Ndio hii nguvu ya Mungu inafanya kazi. Alijaa Stefano, alijaa imani, alijaa nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini hizi nguvu za Roho Mtakatifu hazikukaa tu domanti, bali aliexercise ali hizo nguvu kwa kutumia ile imani yake akaexercise hizo nguvu za Mungu, na hizo nguvu za Mungu zikadhirika, kwa sababu Mungu naye alikuwa anataka kujidhihirisha na kujithibitisha mbele za wale watu, ya kwamba yeye ni yupo na yeye ni alimtuma Kristo kwa Bwana duniani aje kufanya ukombozi. Kwa hiyo ili ile injili ipate kuhubiriwa kwa nguvu, miishara na miujiza itakiwa ipate kuonekana. Kwa hiyo mitume walitumika sana katika ishara na miujiza, kwa sababu ya msingi waliotakiwa kuchimba kulijenga kanisa. Hawa walitakiwa yaani, walikuwa katika ardhi ngumu mitume wa kwanza kabisa walikuwa katika ardhi ngumu, na walitakiwa wauchimbe msingi wa kujenga kanisa. Sasa hiyo msingi, wangeanza kujenga jenga vipi kwenye huu msingi? Ndipo lazima kuwepo na hiyo ishara, miujiza, ili wale watu wapate kuamini ya kwamba hawa watu wanachokiongea ni cha kiroho kinachopita ufahamu wetu. Na kuna wakati mwingine, pengine kuna watu walikuwa wana mawazo ya kipepo ya kusema kwamba pengine hawa watakuwa ni wa mashetani, kwa hiyo kuondoa dauti zao Walikuwepo pia watu ambao walikuwa wakiperform maajabu ya ki, ya kishetani na hao watu walijikuta wana convert, wanabadilika na kumfuata Kristo. Kwa hiyo ikathibitika kwamba nguvu ya Mungu ni nguvu iliyo juu ya, ma, ya nguvu zote ambazo ni nguvu, kama ni nguvu za kishetani, kama ni nguvu za kisayansi, kama ni nguvu zote zile za giza, hiyo nguvu ya Dunamis iko juu ya hizo nguvu zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi Mungu anafanya ishara na muujiza katika eneo ambalo ni ngumu ili kuweka msingi wa imani. Mtu angalie ile Warumi kumi na tano kumi na tisa, Warumi kumi na tano mstari wa kumi na tisa. Neno la Mungu linasema kwa nguvu za ishara na maajabu katika nguvu za Roho Mtakatifu, hata ikawa tangu Yerusalem na kando kando yake mpaka Iliriko nimekwisha kuihubiri Injili ya Kristo kwa utimilifu. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu au mitume wa Yesu walifanya kazi kwa udhihirisho wa nguvu za Roho Mtakatifu kwa sababu ya graundi ambazo ya walikuwa wanafanya wanatengeneza kanisa wanajijenga kanisa kwa hiyo lazima kulikuwepo na udhihirisho kumbuka wakati wa Elia, Elia, Mungu alimsikia maombi ya Elia na kusababisha kutelemsha moto wa, kwa sababu ya ile ground iliyoko mahali pale, ilikuwa ni ngumu. Wale tayari walikuwa wameshaamini manabii wa uongo, walikuwa wameshaamini hao manabii wa uongo kwamba hawa ndio manabii zao, ni miungu yao ndio wanaweza kufanya mambo, lakini walikuwa hawaamini kwamba yuko Mungu wa kweli na kwamba hawa wengine ni wa uongo. Kwa hiyo ilibidi Mungu ajithibitishe pale. Kwa ishara na muujiza akajithibitisha na ile situation ngumu ikaondoka pale. Kwa hiyo Mungu huwa anaonekana nguvu za dunamis zinajithibitisha, zinaonekana katika pale ambapo kuna ground ngumu na Mungu anataka kujithibitisha. Mungu anataka kujidhihirisha kwamba yupo. Ndipo ishara na miujiza huwa zinatokea. Sasa watu huwa wanataka ishara na miujiza zitokee kila mahali. Kuna watu ambao tayari wameshaamini. Yaani wanaamini, kuwepo na ishara, kusiwepo na ishara, kuwepo na muujiza, kusiwepo na muujiza, wameshaamini. Kwa hiyo miujiza inaweza wakatokea wao wakiwa chumbani kwao, miujiza anaweza wakatokea wa wakiwa kwenye jumuiya <laughs> lakini kwenye eneo ambalo Mungu anataka kujithibitisha huwe upo muujiza, lazima utokee muujiza katikati ya kadamnasi. Na muujiza anaotenda Mungu huwa unamtukuza una, Mungu aliye hai, hauitukuzi huduma wala haumtukuzi mtu. Nguvu na ishara ya muujiza ambao umetokana na Mungu huwa unamwinua una Mungu, huwa unasababisha watu wamfuate Kristo, huwa unasababisha watu wafuate utakatifu. Lakini nguvu na muujiza ambao unapelekea watu katika dhambi, nguvu na muujiza ambao unawarudisha una watu dhambini, unawarudisha watu nyuma, unalisifu una, una kanisa, unalijaza kanisa, unaleta matoleo mengi katika kanisa, kwa sababu ya ule muujiza, hizo sio nguvu za Mungu bali nguvu na uwezo wa Mungu unamthibitisha Mungu, unasababisha mambo ya kimungu, unasababisha ukuaji wa kiroho wa kanisa. Watu ambao wako katika hilo kanisa, watu, watu ambao wako katika hiyo huduma, watu ambao katika hiyo huduma, lazima watakuwa watu wa kukua kiroho, lazima watakuwa watu ambao wana msisitizo wa kuishi maisha ya kumwishia Kristo, maisha matakatifu, maisha ya kutumika, maisha ya kumtumikia Mungu, maisha ya kuendelea ku, ku, kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Um, pia Dunamis ni ni neno la msalaba. Dunamis ni neno la msalaba. Tukiangalia ile Wakorinto wa kwanza Wakorinto wa kwanza Korinto uh, wa kwanza mmoja kumi na nane Neno la Mungu linasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwetu sisi tunaookolewa, neno la msalaba ni Dunamis, kwetu ni nguvu ya Mungu iletayo matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu neno la msalaba kwao ni upuzi, lakini kwetu ni nguvu ya Mungu. Kitu gani ambacho kimefanyika pale msalabani? Kile ambacho akristo Yesu Kristo amekifanya pale msalabani, hicho ni nguvu na uweza wa Mungu. Msalabani ulifanyika wokovu, kwanza ufufuo. Yeye aliutoa uhai wake na yeye aliurejesha uhai wake. Hiyo ni nguvu na uweza, ni nguvu ya Dunamis. Ni nguvu ya uzima haleluya ni nguvu ya uzima haleluya. Maana yeye, neno la Mungu linasema yeye amemeza mauti. Kwa hiyo, hiyo nguvu ya Dunamis, hiyo nguvu iletayo maajabu, inapokuwa ndani mwako, inasababisha uzima katika maisha, inaondoka mauti na kusababisha uzima katika maisha. Kwa maana hiyo uh, ndio nguvu iliyopo katika msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana pia kwenye katika msalaba tuna ipo damu ya Yesu ambayo damu ya Yesu ni agano kati yetu na Mungu, ambayo damu ya Yesu tunasema ni nguvu na uweza pia wa Mungu. Katika damu ya Yesu kuna nguvu na uweza wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana damu ya Yesu ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo tunasema katika msalaba kuna nguvu ya Mungu Msalaba na tendo lote la msalaba ni nguvu ya Mungu, kwa sababu hapo msalabani kuna msamaha wa dhambi. Hakuna awezai kuleta msala, msamaha wa dhambi, bali kwa sababu ya tendo lile la msalaba ndipo tunapata msamaha wa dhambi, tunapata ile nguvu ya kushinda dhambi, ile neema ambayo mtu mwingine hawezi kuipata. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie kwenye ile Wakorinto wa kwanza wa Kolosai wa Kolosai mbili kumi na nne neno la Mungu linasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo, kwa ujasiri akazishangilia katika msalaba huo. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu ya nguvu ya na uweza wa Mungu alizivua enzi na mamlaka na hati ya mashtaka, yaani kile ambacho tulikuwa tunatakiwa tushtakiwe kilifutwa hapo, kwa sababu ya ile nguvu na uweza. Ndio maana tunasema kwa, kwa tendo lile la msalaba kwetu ni nguvu ya Mungu. Hapo ndipo kila kitu kinapopatikana, nguvu ya Mungu inapatikana hapo msalabani, katika hilo neno la wokovu, hapo ndipo unapatikana nguvu ya Mungu, nguvu na uweza wa Mungu ambao kwa sisi tunaomwamini Kristo Yesu, nguvu na uweza wa Mungu tunauona hapo katika msalaba, katika wokovu, katika hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nguvu hii inayosababisha ishara na miujiza inaanzia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana jina la Yesu ndio jina tulilokirimiwa, ndio jina ambalo liko kuu kuliko majina yote. Ambalo kwa jina hilo la Yesu ndipo tunaiona tunaziona nguvu hizi na ishara na miujiza. Na ngu, jina hili la Yesu tunapolitaja Roho wake aliyeko ndani yetu ambaye ametupa hizo nguvu anasababisha hiki kitu kiweze kufanyika. Lakini ili hii kitu ifanyike, inategemea una imani kiasi gani? Hebu tuangalie kwenye ile wa Efeso tatu ishirini. Efeso, Efeso tatu ishirini. Neno la Mungu linasema basi atukuzwe ye yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo na tuyawazayo kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Mtu anaweza akajiuliza kwa nini m, kuna, kwa nini mluya, kuna, kwa nini nini huyu ana hakutokei ishara na miujiza hapa, afu hapa kuna kunatokea ishara na miujiza, kwa sababu ishara na miujiza zinatokea kwa kadri ya nguvu ya Mungu itendayo kazi ndani yako na nguvu ya Mungu itendayo kazi ndani wako haitafuti hai, hai, hai, kwa kula chips mayai haitafuti kwa, ku, kwa, ku, kwa kukaa tu. Hata kama Mungu ameweka karama ya miujiza ndani yako, ni lazima ufanye kazi ya ile ya ku, ya ku exercise imani yako kwa maombi, kwa mifungo, kwa kuwa kuna ukaribu wa Mungu, kwa kusoma neno la Mungu. So kwa kuangalia basi, muujiza huo umetendeka, utakuwa mtu kama huyo, ni rahisi sana kuvamiwa na mapepo na kutumiwa na nguvu za giza. Unapokuwa una karama ya Mungu ndani yako na umegundua kwamba una karama, labda una karama ya unabii, una karama labda ya miujiza, uponyaji. Eh. Ukiona una karama ya kupasa uwe karibu sana na Mungu ili kwanza karama yako ikue. Lakini sio ikue, kusiwe na contamination. Contamination ni nini? Mfano, haya ni maji maji salama ya kunywa, safi na salama ya kunywa, lakini niki hapa maka uchafu fulani, nikichukua huu uchafu nikiuweka humo hapa, tayari hii tunaita contamination. Hmm? maji haya yameingiliwa. Kwa hiyo haya maji nikikuletea wewe kama yalivyo, na hiki kijiti hapa Hautaukunywa licha ya kwamba mi najua hichi kijiti ni kisafi sana, majani ni masafi, kwa sababu tayari imekuwa contaminated. Kwa hiyo imeingia doa, wanaweza sifi sana. Kwa hiyo huduma yako na utumishi wako unaweza ukakoa contaminated kama hivi, ukaingia doa kama hivi, na ukaharibu kile chote ambacho ni cha kimungu ndani yako. Kwa hiyo ili kumainteini kile ambacho ni cha kimungu ndani yako kile ambacho Mungu amekiweka kitakatifu ndani yako, ya kupasa na wewe kuishi kwanza, kwa kusoma neno la Mungu mara kwa mara, kila siku kulisoma neno la Mungu, kuwa mtu wa maombi. Na kuwa mtu wa maombi sisemewe kwamba unakuwa na mtu wa yale maombi ya kubipu ya anajifunika yale, yale ya shuka katika jina la Yesu. Kuna mtu mmoja alikuwa anaomba akasema, Baba, katika jina la Yesu toka Yesu ah, toka shetani <laughs> maana alikuwa na usingizi katika kuomba kwake. Kwa hiyo tunapaswa tuna kuku, kukuwa na yale maombi ya muda mrefu Bwana asifiwe. Maombi ya muda mrefu, wewe kama mtumishi wa Mungu unajiona kitu fulani ndani yako ambacho Mungu ameweka, natakiwa kuwa mtu wa maombi ya muda mrefu, uwe na maombi ya kunena kwa lugha. omba, mwambie Mungu unahitaji nguvu zake mara kwa mara. Omba kwa ajili ya nguvu za Roho Mtakatifu akujaze kwa upya mara kwa mara. Roho wa Mungu akujaze kwa upya nguvu zake, lakini tembea kulingana na neno la Mungu alafu enenda, sikiliza watu ambao wako katika zile karama zako, waangalie watu ambao wako katika ile karama yako ili uendelee kuchochewa ndani yako kwa habari ya ile karama, iendelee kufanya kazi, ile karama muujiza iendelee kufanya kazi. Kwa hiyo, hivi ndivyo namna ambavyo hizi nguvu zinafanya kazi, kwa namna ya kwa kadri ya kiwango cha nguvu kilicho ndani yako, ndivyo hizi nguvu zinafanya kazi kwa nguvu. Hizi zinafanya kazi kwa kadri ya nguvu ya ambayo iko ndani mwako, lakini pia zinafanya kazi kwa kadri ya imani ambayo ipo ndani mwako una imani katika kufanya hiyo kazi, una imani katika hiyo nguvu hiyo. Uh, una amri ndani yako, kuamini kuwa na amri ni kule ambapo, kuwa na imani ni kule ambapo huna wasiwasi. Yani unaamini kwamba nikiliita jina la Yesu hiki kitu kinatokea, yani huna wasiwasi wa kwamba nikiweka mkono hapa hiki kitu kitafanya nini, kitatokea. Hiyo ndio inakuwa imani, ile imani ambayo kusiti. Lakini je, ndio umeweka imani Nguvu ipo humu ndani, kwa sababu kuna mtu mwenye karama ndiyo ambaye akifanya kinatendeka. Kuna ambaye hana hiyo karama, lakini nguvu ya Mungu iliyoko ndani mwake inaweza ikasababisha kitu kikafanyika. Na nguvu ya Mungu tunaipata kwenye maombi, kwenye maombi ya mara kwa mara, maombi ya kushukuru, maombi ya kuomba katika roho, maombi nasisitiza, amini za zaidi ni kunena kwa lugha maombi kuna, kuna mtu mmoja alikuwa alishuhudia um, alikuwa nyumbani kwake. Sasa alivyokuwa nyumbani kwake, mara akasikia majambazi wanaingia, akatoka kwenye akatoka mlangoni kwenda pale mlangoni ili anataka kukaribia na mlango. Wale majambazi wakafungua mlango, walivyofungua mlango yule mtu alianza kunena tu kwa ua. Alisimama pale afaanza kunena kwa ua akanena kwa lugha akanena kwa lugha akanena kwa lugha akanena kwa lugha. Alipokuwa anataka kunena kwa lugha, yule jambazi akaanza kunyongonyea akanyongonyea akanyongonyea akaanguka aka chini. Alipoanguka chini, mmoja wengine wakakimbia, yule alianguka akasimama aka, aka, aka, aka, naye akatimua mbio akakimbia. Hawakurudi katika ile nyumba tena, kwa sababu ya ile nguvu ya Mungu ambayo ilitokea katika ile katika yale maombi ya kunena kwa lugha kwamba unaweza ukanena kwa lugha na, na nguvu za adui zikakimbia, nguvu za shetani zikakimbia, kile ambacho adui alikuwa anataka kufanya katika maisha yako kikagoma, kika hapo, kikawa ha hakifanikiwi tena, hakiwezekaniki tena kwa sababu ya maombi ambayo unakuwa unayaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna nguvu sana katika maombi ya Roho, ma maombi ya kunena kwa lugha. Hayo ukiyaomba constantly, hata kwa masaa mawili ukakaa unanena kwa lugha kwa masaa haya mawili, unachochea nguvu ndani yako. Usisubiri mtu aje kuchochea. Yani wewe unasubilia eti ume, umewasha moto unasubilia aje, jirani waje kuchochea moto wako ambao wewe ndio unataka kupika? Tasubiri sana, wanaweza wasije. Kwa hiyo usisubiri kwamba eti mimi nina, ninaweza nikafanya kazi tu akija mtu kuchochea moto wewe unatakiwa kuchochea moto wako wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ndio unayepika, wewe ndio mpishi, wewe ndio unatakiwa kuivisha hicho chakula. Kwa hiyo usitegemee mtu mwingine ambaye atatoka upande wa pili kuja kuivisha chakula chako. Hao watu watakuja, utawaomba mara baada ya wewe kufanya pati yako, kwamba umesha, umesha, umesha nena sana kwaruu, umeshasema sana umesha mtafuta Mungu sana, Mungu anakutafutia wasaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe hujaifanya kazi yako, unataka wasaidizi. Kwa hiyo unatakiwa hiyo nguvu uichochee na uichochee wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii nguvu ya Mungu tunaichochea sisi wenyewe kwa maombi, tunaichochea sisi wenyewe kwa mifungo, tunaichochea sisi wenyewe kwa kusoma neno na kwa kupata muda wa utulivu na Mungu. Kwa hivyo ndio namna ambavyo upako na nguvu ya Dunamis inaweza kufanya kazi. Upako na nguvu ya Dunamis inaweza kufanya kazi, inafanya kazi katika imani, inafanya kazi katika kumtafuta Mungu, inafanya kazi kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yako, kwa kadri ya nguvu za roho wa Mungu zilizoko ndani yako. Na nguvu ya Mungu iliyoko ndani mwako inachochewa na wewe mwenyewe inachochewa na wewe mwenyewe, inasababishwa na wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hivi pia um, waweza ukajiona kwamba ah, mbona nahisi kama kuna nguvu. Unajua nguvu za Mungu, mwingine anakuwa anauliza hizi nguvu za Mungu zikoje? Yani nguvu za Mungu, Mungu um, zipo ndani kiroho, lakini zinajidhihirisha pia hata zinajidhihirisha katika, katika mwili. Nguvu za Mungu zinapokuwa zinashuka ndani yako, zinaweza zikakukamata kama umeme ukaona kama ganzi imekukamata hivi ganzi kakushika ganzi kawa imekukamata hizo nguvu za Mungu zinakukamata nguvu za Mungu inajidirisha zina hata njenaezakasikia moto umepita katika mwili katika mwili pia mli hata katika mwili ikawa ile ambayo inasababisha muujiza na ishara mbalimbali aiiguu auaiirisa daniako wweukaona uka, uka, uka ukai kwamba nimesikia kitu ambacho sijawahi kukisikia. Ndo ile nguvu ya Mungu ambayo mtu anaweza akakaa hivi akashangaa kama upepo ume, umempiga ume, ume, ume akaanguka chini. Kwahiyo ni nguvu ya Mungu ambayo inakuja ina, inasababisha jambo fulani. Ni nguvu ya Mungu ambayo haionekaniki kwa, kwa, kwa macho lakini ina- inasababisha ina jambo fulani. Unaweza kukuta nguvu ya Mungu katika mikono yako, ukifanya hivi tayari mtu anapokea jambo, ukifanya hivi mtu analipa, anapokea kitu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ukinyoosha mkono mtu anaenda anapokea muujiza, ukinyoosha mkono kuna kitu Mungu anaenda kufanya kwake, pepo linatoka, mapepo ma, ma, ma, ma nguvu za giza zinamwachia, magonjwa yanamwachia, anajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, kwa sababu ya nguvu na uweza ambao yule mtu anaomba na kuachilia kwa imani, anaachilia kwa imani na kusema katika jina la Yesu Kristo, ukapokee hizo nguvu, ukapokee uweza, ukapokee hicho ambacho unatakiwa kukipokea. Katika jina la Yesu Mungu akakutane na wewe, Mungu akakutane na aja moyo wako. Kwa hiyo, kwa hile, kwa zile nguvu ambazo ziko ndani, zile nguvu zinaachiliwa kwa imani. Bwana Yesu asifiwe, na yule mtu anapokea zile nguvu kwa imani, kwa imani, kwa imani, kwa mpokeaji ana imani, na yule ambaye anatenda, anatenda kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili la leo, na ninakukaribisha tena siku nyingine ukapata kulisikia neno la Mungu. Mungu akubariki sana wewe ambaye umechukua nafasi hii kunisikiliza. Shalom, shalom.